Jirani jirani, ulichokifanya jirani, jirani. Jirani. Hey, jirani. Jirani! Sa kipi sasa? Nimekuambia uniangalizia maharage a mpaka yameungua sasasasa, hey. Jirani mikosa langu umeniambia nikuangalizie maharage ama nikupikie maharage Nimekwambia ni uniangalizie maharage ah. Mimi nimeangalia kwa salamu kuyatazama. Ungeniambia nipikie ningekupishia. Nimeangalia jirani, niangalizie maharage kionacha siku nyingine maagizo nyosha Kiswahili. Jirani, naomba oh, uniangalizie maharage manake, uyaongeze maji, uyachochee moto, yakiive uyaepue. Umeniambia niangalie, nimeangalia mi Ume, ingi